Sasa katika kipindi hiki ambapo imebaki miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu wa wabunge wa rais, wa, wa bunge na madiwani. Kwa nyinyi kukaa na kutafakari hapa tulipo na huko mbele tunakokwenda tuende vipi ni uamuzi kwa busara kabisa, mnastahili kupongezwa. Vyama vya siasa pamoja na chama changu vimekuwa na kauli mbiu za namna mbalimbali. Kwanza tuna, tuna, tuna ilani manifesto, lakini kuna kauli mbiu mbalimbali mbali. Lakini yote hayo yana lengo la kuhamasisha watu waje upande wako, lakini pia yanapandisha joto la uchaguzi. Maana kadri kauli mbiu inavyopokelewa in, in, in sana ndivyo joto linavyoongezeka lina, lina, lina, lina, the temperatures rise. Nasoma kwenye mitandao na nyinyi mtakuwa mnafahamu zaidi pengine kuliko mimi. Kauli mbiu ziko nyingi, ndio anasema, piga kura, linda kura yako. Ukiambiwa kaa mita mia mbili, mwambie njo ukae wewe <laughs> <laughs> kama, kama unapapenda hapa hmm? na kuna wengine wanasema Oktoba tunatiki. <laughs> Kumbe wako wengi <laughs> na wengine wanasema no reform, no election. Sasa kauli <laughs> <laughs> hizi ziko ziko za namna mbalimbali, lakini kijambo la kutia moyo ni kwamba na nachoweza kuambia Watanzania wenzangu, itakapofika wakati wa kupiga kura hiyo Oktoba, kwa tarehe itakayotajwa na tume, akili za kuambiwa changanya na zako. Wanasiasa watasema mengi, mimi nimestaafu. <laughs> sijui kama na mimi nitapata nafasi ya kupiga debe <clears throat> lakini, hilo utakayosikia mengi, fanya uamuzi wa busara, ili nchi yetu ipate viongozi watakaolitoa taifa letu hapa na kulipeleka mbele kwenye maendeleo makubwa zaidi, kwenye amani.